Tunaendelea na sehemu ya pili ya recap yetu. Kama ndo kwanza na unajiunga nasi, na kukumbusha usiache kulike na kusubscribe chaneli yetu. Siku iliyofuata Su anakusanya ujasiri na kwenda kuchukua ripoti ya kitabibu inayoonyesha majeraha yote. Anaenda kituo cha polisi kutoa taarifa, lakini huko anakutana na dada wa mume wake Yang ambaye ni afisa wa polisi. Su ana paniki na kujaribu kuondoka, lakini askari mpelelezi anaokota ripoti yake kwa bahati mbaya. Yang anaichukua, anaielewa kila kitu, kisha anamfuata Su nje. Yang anamwambia kwa kejeli, kwa hiyo umefika kutoa taarifa kwa niaba ya rafiki yako sivyo? Mwambie rafiki yako ashughulikie matatizo yake ya kisaikolojia na malezi yake mabaya hata kupata haki mahakamani hatapata. Siyo sahihi wala sio makosa. Yang anajua kaka yake anampiga Suu, lakini anaamua kumlinda. Baadaye siku hiyo, Suu akiwa anakula chakula cha jioni nyumbani kwa wakwe zake, anaponyosha mkono kuchukua chakula, alama ya kovu mkononi inaonekana. Mama mkwe anasema e, mpenzi, umejigonga mahali? Hamada, mbona humtunzi mke wako? Jaribu kujirekebisha. Ukweli ni kwamba hakuna cha kurekebisha, isipokuwa mwanaye mwenye matatizo ya kisaikolojia na malezi yake mabaya. Yang anawasili na ganao kwa chakula anamtazama Sue na kuuliza unaendelea vizuri sasa? Kaka yake anashangazwa na swali hilo. Wanaporudi nyumbani, anamhoji Sue. Sue anafanikiwa kumtuliza na kumwambia anatoka kwenda kununua juisi. Anamwambia asichelewe. Anapofungua friji, anaona chupa hazijapangiliwa vizuri kwa mstari mmoja, anampiga tena. Kesho yake Sue anamwandalia mume wake juisi tena. Mume wake ana hasira kwa sababu uwekezaji wake wa hisa unaanguka. Baada ya kuondoka kwenda kazini, Sue anapigiwa simu kutoka kwa Anne, lakini anaamua kutoipokea kutokana na michubuko iliyojaa usoni mwake. Baada ya hapo, Sue anapokea ujumbe ukisema kifurushi chake kimewasili. Anapotoka nje kukichukua, anakuta Anne akiwa pale. Anne analazimisha kuingia ndani, kisha anamvuta Sue hadi kwenye chumba chake cha siri kwa sababu ya kamera zilizopo kwenye nyumba ya Sue. Sue anasisitiza kuwa hakuna kilichotokea, anadai alianguka tu na ndipo akapata majeraha. Kisha namfukuza Ane kwa sababu mume wake ametuma SMS akisema atarudi mapeme. Su anamwambia Ane, tafadhali nisaidie tu nipone haraka. Mume wake anaporudi ana hasira na hayuko kwenye mudi ya kumpiga usiku huo, analala tu mara moja, usiku mtulifu kama vile anapumzika kutokana na ukatili wake. Usiku huo Ane anamwandikia Su ujumbe akimwomba msamaha kwa kuwa mbali siku za hivi karibuni. Anaanza kumtumia Su picha za zamani kutoka maisha yao ya nyuma. Su anakumbuka kila kitu, kumbukumbu kumbu zao, nyakati zile ambazo alikuwa hai kwelikweli, siku za upweke na za furaha, jinsi walivyokuwa pamoja daima. Baada ya kusoma ujumbe huo Su anafuta yote na kwenda kulala. Kesho yake mume wake anampeleka kwenye maonyesho ya sanaa yaliyoandaliwa na mwanamke anayefanya kazi naye. Wakiwa kwenye jumba la sanaa, Su anakunywa juisi kila mara, kisha anazunguka huko akikumbuka siku ambazo bado alikuwa ua lilalochanua, akifanya kile alichokipenda, uchoraji. Anakumbuka siku ambayo mume wake aligundua kuwa alikuwa anakwenda nje ya nchi kuonyesha kazi zake za sanaa. Alikasirika kupita kiasi, akampiga na akamzuia kusafiri, kisha akamlazimisha aache sanaa kabisa. Anasimama mbele ya moja michoro ya michoro yake ya zamani akiwa na mmiliki wa jumba la sanaa. Mmiliki anamkosoa vikali, Sue anajaribu kubaki kimya lakini mmiliki anapompiga kofi, mume wa Sue anaingilia na kuomba msamaha kwa niaba yake. Anapomvuta kutoka hapo, Sue anajaribu kurudi tena kuomba msamaha, lakini anateleza na kuanguka juu ya meza ya chakula na kusababisha taharuki. Watu wote wanamtazama huku mume wake akimvuta nje na kumshinikiza kuingia ndani ya gari. Anaanza kuendesha kwa mwendo wa juu bila kumruhusu avae mkanda wa usalama. Huo ndio ni wakati ambapo Sue alitambua kuwa hata dumu kwa muda mrefu. Usiku huo wanaporudi nyumbani, Su anavunjika na kulia kwenye balkoni akifikiria kujidhuru. Wakati huo huo, Ani anatokea anamshika na kumwambia, nimepanga kila kitu, tunamtoa kwenye maisha yako. Mume wake anaporudi, Ani anajificha ndani ya kabati. Mume wake anamkamata Su na kumpiga tena akimwambia, kama dili hili litaharibika kwa sababu yako kile ulichokiona mpaka sasa ni hafifu kulinganisha na kitakachofuata. Hata anazuia simu ya meneja wa Su akisema atampigia baadaye. Baada ya kuondoka chumbani, Ani anatoka kabatini na Su analia kwa uchungu akisema Anne ndiyo mtu pekee anayeweza kumsaidia. Baadaye usiku huo, Sue anajaribu tena kujiua. Mume wake anaposikia makelele anaingia kwa hasira akiwa na hofu. Sue anamwambia kama unanitaka niwe hai, toa hiyo kamera. Anaivuta na kuitoa ukutani. Sue anachukua mkasi ili kujidunga, lakini mume wake ananyakua na kuchukua kijiti, kisha anapiga kamera hadi kuvunjika. Sue anamwandikia Anne ujumbe akisema yuko tayari. Anne anamtia moyo akimwambia kwamba wanaweza na wana nguvu ya kutosha. Anne anaenda kwa Jean kumkabili kuhusu kauli yake mgahawani ile aliyosema kwamba mwanamke anayepigwa angepaswa kumuua mumewe. Ani anamwambia hawafikiani kwa sababu serikali inaweza kumkamata. Jini anajibu kama hakuna mume tena hakuna serikali. Kisha wanaketi kula pamoja, lakini Ani anaomba kuondoka akisema ana jambo analopaswa kushughulikia. Akiwa nje anakutana tena na yule mfanyakazi wa huduma ya kusafirisha chakula na anangoja Jean amfuate. Anamwambia Jean kuwa amebadilisha mawazo na angependa wale pamoja baada ya yote. Wanapotoka katika mgahawa, anamwona tena yule mfanyakazi wa delivery akiendelea kujificha kutoka kwa polisi. Anne anauliza kama anaishi nchini kinyume cha sheria. Jean anamwambia kuwa mfanyakazi huyo hana pasipoti na alitoroka kupitia meli ya mizigo. Anne anamwangalia kwa makini na kurekodi video kadhaa, anamtumia Sue zile video. Sue anashangazwa sana na jinsi anavyofanana na mume wake. Anne anamwambia kuwa kilichobaki ni kumpatia tu sababu ya kusafiri kwenda China. Wanaamua kumtumia kwa mpango wao. Ann anamzuia yule mfanyakazi wa delivery na kumwambia atampatia pasipoti bandia, atampangia safari ya kwenda China na atamlipa kiasi kikubwa cha pesa. Kile anachotakiwa kufanya ni kufuata maagizo bila kuuliza maswali. Mwanaume huyo anashangazwa na namna anavyopewa safari ya kinyume cha sheria na pesa vyote kwa wakati mmoja. Anauliza, lakini nina swali moja, huyu mtu nitakayemchukua utambulisho wake, bado yuko hai? Sue ana paniki, anadondosha kikombe na kuondoka chumbani. Ann anajibu kwa utulivu, ndiyo, bila shaka bado yuko hai. Wakati huo huo, mume wa Sue anasikia men Meneja wake akisema anataka kumtoa kwenye dili na ambadilisha na mtu mwingine. Anakereka sana, anaenda ofisini, anafungua wasifu wa yule mmiliki wa jumba la sanaa na kuona picha yake akiwa na N. Anaangalia tena kumbukumbu za kamera za usalama za siku ile na anamwona N akijificha ndani ya kabati. Anarudi nyumbani na kumwambia Su, Leo tunakula nje, vaa nguo nzuri. Anamnyang'anya simu na kumwandikia N ujumbe akimwambia wakutane kwenye mgahawa. Wakati watatu hao wanapokutana, mme wake anamwagia Su kinywaji kimakusudi juu ya nguo zake. Su anaenda chooni kujisafisha, mme wake anajaribu kujitetea kwa An akisema, humjui vizuri, ana matatizo ya kiakili, hunifanya nipagawe. Anapoona An haogopi na anamjibu kwa ujasiri, anamwambia, sikiliza hapa mrembo, usiingize pua zako kwenye mambo yasiyo kuhusu. An anangibu, hiyo inamaanisha utampiga tena usiku wa leo. Anacheka kicheko cha kinyana cha kutisha. Su anarudi kutoka chooni, anajifanya kama hakuna kilichotokea na kubadilisha mada kuelekea mambo ya kazi. Anamwambia Su kwamba hahitaji kuomba msamaha kwa wa jumba la sanaa kwa sababu yule mwanamke anataka kumlipa fadhila vilevile. Su anakubali kukutana naye. Anaenda kukutana na yule mwanamke na kumwambia, huhitaji kunishukuru, nilikubali tu kukutana kwa sababu ya Ann ili mkamilishe dili. Baadaye Ann anapokea ujumbe kutoka kwa mume wa rafiki yake akisema ya "Jua nafasi yako, usiingilie tena mambo ya ndoa kama unataka rafiki yako aendelee ya kuwa salama. Anamtishia Ann. Kesho yake Ann anapokea simu kutoka kwa yule mfanyakazi wa delivery akisema anakubali safari kwa sababu anammisi mwanyaye. Wanakutana ana kwa ana, anaingia ndani ya gari lake na Ann anampeleka kiwandani. Anaposhuka kwenye gari Jean anamuona Jin. Anapouliza ni nani mwanaume huyo, anajibu rafiki tu wa kijijini kwetu. Kisha anaenda kunyoa kuvaa rasmi na kujiandaa kwa mpango. Anakuja kukutana na Anne nje. Anne anamwambia ana kitu kwenye nywele na anakiondoa. Wakati huo huo, Yang anapita pale na kuwaona. Anakumbuka tuhuma za kaka yake na anazidi kuwa na maswali akidhani Anne ana chiti na mume wa mtu. Anapita akionekana kujaa hasira. Sue na Anne wanakamilisha mpango wao, wataupeleka mbele baada ya kikao cha kazi cha mume wake. Baada ya kikao hicho, huwa anarudi nyumbani amechoka sana na hulala mara moja. Anne anakutana na yule mfanyakazi wa delivery na kumpa malipo ya kwanza, anamwambia siku kamili ya operation. Wakati huohuo, kiwandani, wafanyakazi wote wanakula na Jean. Jean anagundua kuwa mfanyakazi wa delivery anaendelea kuficha simu yake kila wakati, ana akimpigia kutoka pembeni kuongea kwa faragha. Mwingine anasema kuwa aliahidi kurudi kwao hivi karibuni, inaonekana ameshakusanya pesa za kutosha kwa ajili ya tiketi. Jean anaanza kuwa na wasiwasi wakati wa simu n anamwambia yule mwanaume amalize kazi zake zote na ajiandae. Anamuonya kuwa awe mwangalifu na mienendo yake hasa mbele ya Jini kwa sababu Jini hutambua mambo kirahisi. Kisha anaenda kwa kocha wake na kumwomba amsaidie kufanya mazoezi kwa sababu anahitaji kuboresha uwezo wake wa kujilinda. Su anamwomba mume wake ruksa ya kumtembelea mama yake akiwa ya na n na anakubali. Wakati wa kikao chake cha kazi, Su anakutana na n na wote wawili wanaenda milimani ambako wanachimba shimo. Baada ya kumaliza, wanarudi. Mume wake anacheki GPS ya Su na kuona hakwenda kwenye kituo cha wazee kama alivyo kisha anapokea ujumbe kuwa tiketi ya ndege kwenda Teheran imetolewa kwa jina lake. Anakasirika na kurudi nyumbani haraka. Wakati huo huo, n na su wanajifunza jinsi ya kumuua kwa kutumia kamba. Ghafla mume wa su anatokea kwa hasira, anachukua ile kamba na kuanza kumbana n shingoni, akisema kwa hiyo hiki ndicho mlichotaka kunifanyia. Lakini su anakuja nyuma yake na kumpiga kichwani kwa zawadi aliyomletea mwanzoni mwa ndoa. Su anapoteza udhibiti na haachi kumpiga hadi uso wake wote unajaa damu. Anamtazama n na n anamwambia kuwa mpango haujabadilika na kila kitu kiko sawa. Wanatia mwili wake ndani ya begi kubwa kwa upole, kwa begi hilo ni la gharama. Wanamuweka ndani ya kabati ili watulize akili kwanza, baadaye wanamtoa na kusafisha eneo la tukio. Su anaosha kitu alichotumia kumpiga akiwa na hisia kali, anauona ule mchoro wa tarehe, tarehe ya kosa lililoharibu maisha yake. Kisha anafua nguo zote. Anapotoka, nyumba imejaa air freshener. Anaketi chini na kuendelea kusugua mikono bila kuweza kuacha kwa sababu ya msongo wa mawazo. Wakati huo huo, yule mfanyakazi wa delivery anawasili. N anamwingiza na kumwambia avae vizuri na ajiandae kabla hajaondoka, anamkabidhi saa ya marehemu na anampa lile begi lenye mwili analibeba nje akishangazwa na uzito wake. Wakati huo huo, Yang anapita chini ya jengo la kaka yake, anaamua kupanda juu na Su anafungua mlango. Yang anaomba kutumia choo. Baada ya kumaliza, anafuta kioo kwa tishu na kuona doa jekundu, anashangaa, ni lini alijikata. Anapotoka, hofu ya Su inaonekana wazi. Yang anakanyaga kipande cha glasi kwenye sakafu, anakichukua na kusema, hii lazima ni sehemu ya ile seti ya vyombo vya kale. Anaona kimevunjika na atazama ukutani akisema, si kulikuwa na sahani za mapambo hapa, zilianguka au vipi? Anachanganyikiwa na vitu vidogo vidogo, vitu vilivyovunjika, mapambo yaliyopotea, lakini cha kushangaza haichanganyikiwi na chubuko anayomfunika Sue usoni. Wakati huo huo, Ann anakutana na yule mfanyakazi wa delivery na kumwambia aweke lile begi kwenye buti la gari, pembeni ya begi jingine linalofanana kabisa anampeleka uwanja wa ndege. Wakati huo Yang anatuma ujumbe wa sauti kwa kaka yake, ujumbe unaofika kwa Anne. Anamwambia kuwa polisi wanafanya uchunguzi mdogo, hivyo awe mwangalifu. Anakumbuka kumwona na Anne na anadhani alikuwa akimsaliti Sue. Anatuma ujumbe mwingine akimwonya abadilishe tabia, hasa kwenye maisha yake binafsi. Anne anaona ujumbe na kuuondoa. Anampigia yule mfanyakazi wa delivery na kumwambia akifika amtumie picha za zawadi atakazonunua. Anampa simu ya pili na kutupa ya kwanza. Anapoingia kwenye ndege Ann anampigia Su kumtuliza na kumwambia kuwa ameshaondoka. Su anaanza kuondoa kila dalili ya uwepo wa mume wake nyumbani, anarusha vitu vyake vyote na hata kuvunja kifaa cha muziki alichokuwa kikiacha kikiimba wakati wa kumpiga. Anaanguka na kulia. Ann anahakikisha mwili uko salama kwenye buti la gari na kuondoka. Wakiwa njiani, gari la polisi linapita pembeni yake, lakini anabaki mtulivu. Anamchukua Su na wakati wakiendelea na safari, wanamgonga swala, ndio kwanza walichokuwa wanahitaji. Wanalisafisha gari na kuendelea hadi mili milimani kwenye shimo walilochimba wanalizika begi, kisha wanaendesha hadi eneo tupu. Su anatupa kitu alichotumia kumuua mume wake, akiachia hasira zote zilizomkandamiza. Wanarudi garini na kuelekea ufukweni. An anaenda kununua fataki na wanaziwasha pamoja, wakisherehekea usiku kana kwamba ni sikukuu. Wanaingia mgahawani, wanakula pamoja, na kwa mara ya kwanza inaonekana maisha yao yanaanza upya. Baadaye wanalala ndani ya gari. Leo naomba tuishie hapo. Sehemu ya tatu itakuwa hewani mapema kesho, na wakumbusha msiache kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.